Idi, tunakukaribisha tu yes. So ndu wake akakaribishwa vizuri ivo, mm. Hivyo akanawa mikono yes. So unajua pale hakuna vijiko yes. Chakula inaweka kwenye sinia yes, vizuri. Tunakula vizuri vizuri, mkeka inatandikwa sasa yes. juu wageni walikuwa wengi mm, ikabidi mm. kuna wengine ambao wamekuja amechelewa, wanakulia yes. pale nje yes. mahali soja pia yuko mbali eh, eh. Yes. hata soja yuko hapo tu karibu karibu, sunduati akaweka ya simu yake na akasahau kutoa silent yes. ha-ha. Yes. Nasha ametea wali yes. Imeko wapi? Yes. Amenawa mikono wali, ehe. Yes. Wakati tu kabla hajaanza kukula, yes, ikaanza kuita. Unajua ringtone ni gani? Ringtone ile ya saizi

bindi alikuwa anatuliza soja. Yes. akamwambia pana, apana katuaga mm. atuna maneno kama hiyo hata mm, wacha yakaribie ah! Yes. ale yes. Lakini ndio. <laughs> Yes, akasema sitaki kutwara <laughs>